Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo ni kuwapo kwa ajili ya kuletea update, update kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo vime make headline sana huko mitandaoni, na this time around bwana, nataka tuzungumze kuhusiana na hii situation ya Alikamwe ebwana. Alikamwe bwana ameingia matatizoni inasemekana ni kutokana na na kauli ambayo aliitoa dhidi ya klabu nyingine pinzani, ambapo kwa ukweli ni kwamba mambo yamekuwa magumu sana kwa upande wake, na watu wengi sana wamekuwa kama vile, kwa namna moja au nyingine, wamekuwa kama wanamuonea huruma Alikamwe kwa hiki ambacho kimemkuta. Na hapa, habari ambazo tuko nazo nataka nikuripotie jinsi ambavyo pages za huko mitandaoni zinazozungumzia swala hili, jinsi ambavyo baadhi ya wadau wamekuwa wakitoa maoni yao kuhusiana na sakata hili la Alikamwe. Inasemekana kwamba amepewa adhabu au yuko mbioni kupewa adhabu ya kusimamishwa, eh, kujihusisha na kazi za kimichezo kwa muda ambao inasemekana kwamba inawezekana akahukumiwa kwa muda wa miaka miwili, jambo ambalo tunafahamu kwamba ni miaka mingi sana. Nadhani tunakumbuka kipindi kile ambavyo Haji Manara naye pia alishawahi kukutwaga na situation kama hii. Sasa basi, kwa mujibu wa habari ambayo tumeipata ni kwamba kuna andiko ambalo linasemekana kwamba lilimtia hatiani huyu Alikamwe ambaye ni msemaji wa klabu ya Yanga. Kuna hii posti ambayo imeandikwa kwamba eh, na leo sio mara ya kwanza, huu ni mwendelezo, ni kama vile mechi ya kumi mfululizo. Kila mechi ya kolo huwa na mijadala redioni kuhusiana na makosa ya waamuzi yanayowafun, yanayo ya, yanayo wanufaisha kolo kupata ushindi, mara wapinzani wananyimwa magoli halali, mara mjadala wa kolo akifunga goli la ofsaidi na waamuzi wa wanayakubali. E, tumesikia pia vile vile mijadala ya penati nyingi za mchongo zina zikiwanufaisha makolo. This is, this is too much, eh? this is too much na inatupa wasiwasi kama haya yanayotokea kama haya yanayotokea huwa yana, yanatokea kwa bahati mbaya kwa kichaka cha makosa ya kibinadamu. So hii ni posti ambayo inasemekana kwamba ndiyo chanzo ambacho kimepelekea eh, huyu Alikamwe kupewa hiyo adhabu. Yaani the main point watu wanasema kwamba hii issue ya kuwaita watu kolo au makolo au kuita baadhi ya club kolo au makolo na nini ni vitu ambavyo vinasemekana kwamba si vya busara, na kwa mujibu wa uongozi wa Football Foundation hapa Tanzania ni vitu ambavyo walivizuia na kuna adhabu kali kwa mambo kama haya ya dhihaka au kusema watu vibaya kwa kimtindo huu. Umeshaelewa? Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho inasemekana, hii si ndio chanzo cha huyu Alikamwe kuingia matatizoni. Sasa baada ya hayo yote, kinachoendelea huko mitandaoni ni kwamba, yeah, so hapa kuna peji wameandika kwamba Februari tatu mwaka 2025 Alikamwe aliandika andiko ambalo lilikuwa likielezea namna ambavyo timu ya Kolo, jina la utani la klabu ya Simba, inanufaika kwa maamuzi, kwa, kwa maamuzi ya waamuzi kwa kufunga magoli ya ofsaidi na kupewa penati zisizokuwa halali. Alikamwe kwenye Instagram akaunti yake alichapisha maudhui hayo alichapisha hayo maudhui inawezekana, hii ndio ikawa ndio sababu ambayo iliyomweka uh, Kamwe kifungoni kwa miaka miwili. Wewe je, una maoni gani? Umeona, kwa hiyo unaambiwa kwamba kam, Alikamwe anafungiwa miaka miwili. Sasa just imagine, uh, alikuwa anaenda vizuri sana, alikuwa na, anapata pesa anapata umaarufu anapata brand deals, biashara zake na mambo yake alikuwa anaenda kutokana na kazi hii ya kuwa pale Yanga. Sasa akisimamishwa miaka miwili, wadau wanasema kwamba kwa namna moja au nyingine, ana hii itakuwa ni pigo kubwa sana kwake. Hivyo basi, peji nyingine hii hapa wamekuja wameandika kwamba kwa mfano, kuna wasanii tofauti tofauti wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hiki ambacho anachopitia sasa hivi Alikamwe. Kwa mfano, Stamina Shorobwenzi ameandika kwamba, eh bwana, mtani, maisha magumu mtaani maisha magumu, mnapokatiza riziki za vijana, muwe mnaangalia nyuma yao. Kuna watu wanawategemea. Huyu Alikamwe ni mpambanaji kama wapambanaji wengine tu. Mpira sio uadui Mewana, mpira sio adui, hiyo ni kazi. Hivyo basi, unavyomsimamisha juzi tu amemjengea ame mama yake nyumba mpaka vijana wale unga au wawe vibaka ndio mfurahi. Kwa hiyo huyu ni stamina e, pia ameumizwa na hiki ambacho kimemkuta Alikamwe, lakini pia vile, vile, eh, sasa hivi hapo naambiwa kwamba kuna <laughs> msemaji kol, yani mfanyakazi mwenzia Alikamwe unaambiwa kwamba hajamtetea kabisa. Alikamwe yani. Yani wale watu ambao Alikamwe anafanya nao kazi hawajamtetea, hawajamtetea. Kwa mfano, kuna mtu hapa ameandika kwamba kwa kawaida ni kwamba meneja wa mitandao ya, ya Yanga ndugu Privadinho ni mtu wa kumtetea, wa kutetea klabu ya Yanga pamoja na viongozi wa Yanga. Cha ajabu ni kwamba mpaka sasa hivi hajaandika chochote, chochote kile kwenye ukurasa wake wa Instagram, mpaka mashabiki wa timu hiyo wanajiuliza kwamba kwa nini Priva hajamtetea rafiki yake eh, mkuu wa idara yao Umeona watu wanauliza, mbona Privadinho hajamtetea kabisa Alikamwe? Umeona bwana, eh, mm -hmm. Haya, kwa mtu mwingine hapa, kuna peji nyingine hapa wamekuja wameandika kwamba bwana, ukute hiki ambacho kimemkuta Alikamwe kufungiwa miaka miwili, ukute kwamba Haji Manara anachekelea chooni meona bwana, kuna peji hapa wamekuja wameandika hivyo wakisema kwamba hadi sasa hivi ni kwamba Haji Manara pia hajazungumza chochote kile kuhusiana na tetesi hizi za kufungiwa kwa Alikamwe zinazoendelea. Sijajua, labda yuko bize na Ramadhani, ama anasubiria tamko liwe rasmi ndio atoe maoni yake kwa kile kinacho kam, kwa atoe maoni yake kama ikimpendeza, naona labda kwa sababu ya mambo ya kisheria ndio maana Manara hajatia neno lolote kuhusiana na tetesi hizo umeona eh? Uh, uh, lakini pia ikumbukwe kwamba hakuna ambaye anafurahiaga binadamu mwingine mwingine hakuna ambaye anafurahia binadamu mwingine akianguka. Wewe je, una maoni gani? Hiyo ni peji nyingine wameandika hivyo, lakini pia vile vile eh, watu wengine huku wengi sana wanasema kwamba eh, Alikamwe bwana akifungiwa Eh, kuna watu wengi sana wanadai kwamba wataumia sana. Nimeona kuna wadau wanasema hivyo kwamba eh, Alikamwe akifungiwa bwana. Wat, kuna watu wanasema kwamba mm, wataumia sana lakini pia kuna eh, kuna page hapo wanasema kwamba eh, bwana, busara itumike, kijana mbona hana hatia? Wanasema kwamba kijana ni, ni mbunifu na mchapakazi. Busara itumike tu. Adhabu ya kumfungia miaka miwili ni kubwa mno na ni muda mrefu sana ukilinganisha kwa makosa yenyewe hayo yanayotajwa. Vinginevyo labda kuwe kuna mengine ambayo yanaendelea yaliyochangia, vilevile adhabu hii iwe kubwa kiasi hicho, ambayo sisi hatuyajui. Kuna mtu ameandika, kuna peji nyingine imeandika hivyo, lakini kuna mtu mwingine, kuna peji nyingine hapa anasema kwamba kuna peji nyingine hapa wameandika kwamba bwana, kumbe Yanga waliomba na msamaha, lakini wapi umeona bwana? <laughs> unaambiwa kwamba klabu iliomba mpaka msamaha kuhusiana na hiki ambacho kimetokea dhidi ya Alikamwe, lakini wapi? Wanakuambia kwamba bwana, kwa mujibu wa official Priska Kishamba, kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinasema kwamba klabu ya Yanga iliomba adhabu hiyo ipunguzwe, lakini kamati lakini kamati haijatoa mrejesho. Kwa upande wa Ahmed Ali, ataendelea na majukumu yake baada ya kukosekana na hatia. Hamisi, Hamisi Mzanzala e, wa Kagera Sugar pia anas, amesamehewa makosa yake, sambamba kabisa na Yusufu Kitumbo e, wa Tabora United, ameachiwa huru baada ya kufungiwa maisha. So, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hili sakata la Alikamwe bwana, bado hali inakuwa tete hususani kwa wana wanayanga e, ni kwamba Alikamwe bwana yamemkuta mazito. Kwa hiyo kuna hizo tetesi kwamba anafungiwa miaka miwili. Ukiwa kama mdau na kipi cha kuzungumza, weka maoni yako hapo chini katika comment section. Tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.